Alimaliza mme wako. Eh, kuuza na anatoa ma vitu. Amna tu na lile ni mwanaume lile la zamani. Nalipoona hapa na pengine nilikuwa nakuja usiku. Anafungua kabisa mlango. Yule mwanaume wa zamani. Eh, yule yule yule wa Marasta. Wa Marasta. Eh, nilipokimbia kuolewa kwa wengine nikali nakuja usiku. Eh, eh, eh, my Lord. Are you wonder? Eh? Eh eh, eh, eh.